Mrisho Arfani Ngasa ndani yasa Mbinga, huyo hapo gari inayofuata. Nyosha mkono Ngasa, nyosha mkono Ngasa juu. Ngasa wazalimia wananchi wa Mbinga. Ngasa Mrisho Arfani Ngasa ni mzaliwa wa Mwanza, lakini makazi yangu negelesa fa kufika Mbinga. Mbinga aikuwa kazi raiswa kuja huku asikatia kwamba kesho pia Yanga wanacheza, lakini mpango ulianza muda mrefu sana, msh wengi

aasopaka uh, uh, so inaelekea, yaani kashapiga hatua kufanya kitu kikubwa sana amshi, kwa sababu mpaka yeye mi kunileta hapa hapo, kwa sababu anajua kwamba mimi na uaji ambavyo navyo atika kitu changu cha soka uh, na ligi kama hizi, sisi ndio tunavyochukua vijana kama safari hiiisa kuchukua vijana hapa ndo so, Frank kamenye kitu kubwa sana kwa watu wa Mbinga na kwa Mbinga support kwa sababu kutuleta watu kama sisi hapa, kama finali pia tutarudi mimi hapa na Kude na na nani na Samata pia. Kwa kwa hiyo ni vitu ambavyo unabidi kuweka support, kwa sababu watu wengi hapa na support wakiwa kichi, lakini Frank aweze kuichi kwa watu Mbinga wa Mbinga wa wanapokuwa mbele, aweze kufikisha yale malengo ambayo yeye mwenyewe anayotaka watu wajitokeze kwa sababu mtu mmoja lakini kwa wengi wakinipa support na maana, kitakuwa kitu kikubwa sana, hamasa pia ya kuanzisha timu hiyo hapa ya kwanza wa pili. Aa, kwa hiyo kila kitu kinaanza kwa na kuanza sisi kama Enjoy Soka pia soka kuja hapa kwa kwa kwa sababu ametos wachezaji ambao watakuja kuteuliwa hapa, kama wazaji nane wanakuja kujiunga na kituo cha kesho.